Sasa niseme, ndugu zangu Serengeti, mmenifurahisha sana kwa wingi huu mlivyokuja. Na hii askari, kuna vijana wakorofi pale katikati, naomba mwashughulikie. Kuna vijana wakorofi hapo katikati wanasukuma wenzao wa makusudi, washughulikiwe. CCM oy! Sasa ndugu zangu, tuombe kura, tuombe kura. Niombe mgombea ubunge aje hapa ni mkabidhi ilani. Madiwani wetu wako hapo, na twende tuombe kura. Ilani ambayo mgombea ubunge anapewa ni mkataba wa wananchi wa Serengeti pamoja na Chama cha Mapinduzi. Mambo yatakayofanyika yote hapo ndani ya ilani hiyo, hivyo mkichague chama kutekeleza.